na kuondoa miti ya mikorosho ambayo ina miaka mingi shambani, inayosababisha kutoa mavuno hafifu na yenye ubora usiohitajika katika soko la kimataifa. Waziri Mkuu amesisitiza katika uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya upandaji wa mikorosho bora na mipya milioni kumi katika wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi. Na miche hiyo imeandaliwa na Bodi ya Korosho kwa lengo la kugawa kwa wakulima wa mikoa hiyo inayolima zao la korosho nchi nzima ikiwemo mikoa iliyoanza kulima zao hilo. Leo kwetu ni siku muhimu sana, kwa sababu tunafanya zoezi ambalo limeingia kwenye kampeni iliyoanza kuzaa matunda na ambayo pia wananchi wameanza kunufaika na zao ambalo leo tunakabidhi miche. Wote mnafahamu kwamba zao la korosho ndio zao kuu la biashara kwa mikoa anzilishi ya zao ya kilimo cha korosho ambayo ni Mtwara, Lindi, Ruvuma, Pwani na Tanga, na sasa tunaona upanuzi wa mikoa inayopendelea kulima zao hili na sasa tumefikia kwenye mikoa kumi na moja na tunao mkoa wa kumi na mbili ambao wanaungana nasi, mkoa wa Njombe na kufanya wilaya zinazolima korosho na zile zinazotarajia kulima korosho kuwa wilaya halmashauri za wilaya tisini. Ndugu wa kulima kilimo cha korosho kama ambavyo nimeeleza mbali ya kuwa zao kuu la kibiashara lakini zao la korosho kwa mikoa hii ni uchumi. Zao la korosho kwenye mikoa hii pia ni siasa. Ukitaka uvuruge siasa ya nchi, ulivuruge zao la korosho kwa mikoa inayolima korosho, na kwa kuwa sasa imechukua nafasi kubwa kuboresha uchumi wa mtu mmoja mmoja, halmashauri zetu mkoa mikoa na taifa, tunalichukua zao la korosho kuwa moja kati ya mazao makuu nchini ambayo pia naliingizia pato taifa letu. Kwa leo hii, kupitia wizara ya serikali, kupitia wizara ya kilimo na bodi yake, kwa mpango wao wa kuzalisha miche ya korosho na mpango huo unaopelekea kuwagawia kuwa wakulima miche ya korosho bure. Nataka nitumie nafasi hii kuwapongeza waheshimiwa wakuu wa kuwa mikoa kwamba mpango huu wa serikali waliupokea na kusimamia vizuri kwenye maeneo yao. Leo tunashuhudia mikoa hii ikisimamia halmashauri zake, kila halmashauri wameendelea kuzalisha miche ya korosho kwa usimamizi wa bodi, wizara ya kilimo, na chuo chetu cha utafiti cha Naliendele kikiendelea kuweka utaalamu wa kupata miche bora zaidi. Nimepita kwenye kitalu kikikubwa hapa mjini Ruangwa, nimeona aina mbili ya miche. Aina moja ya miche ni ile ambayo mbegu yenyewe ya korosho inapandwa moja kwa moja na kutoa mche, lakini aina ya pili ya mbegu ni ile ambayo imebebeshwa mche wa korosho na kutoa mkorosho bora zaidi, ambao pia wananchi watakabidhiwa kuipanda kwenye maeneo yao. Miche yote miwili ina faida zake kubwa, hasa kwenye uzalishaji zao la korosho. Ni zao kubwa sana duniani na linalimwa na nchi nyingi pia duniani. Brazili wanalima, nchi zote za Afrika Magharibi zinalima zao hili, na sisi pwani ya Afrika Mashariki, kwenye mikoa yote ya pwani, Tanga, Pwani, Dar es Salaam wangelima, ni kwa sababu wana ardhi, lakini Lindi na Mtwara tunalima sana, na sasa mnaanza kuona mikoa yote yenye hali ya hewa inayofanana na hapa kwetu inalima korosho na wameanza kuagiza miche ya korosho waweze kuilima. Dodoma wanalima, Singida sasa wanalima, Tabora na wao wameamua kulima korosho, Kigoma nayo imeamua kulima korosho, na mikoa ya nyanda za juu kusini Njombe kupitia wilaya ya Ludewa wanalima korosho na Waging'ombe na Makambako lakini pia hata Songwe nao pia wana udongo unaofanana na sisi, nao pia wanalima korosho. Kwa hiyo mikoa hii tunaamini, hata Manyara nayo itakuja kuingia kwa sababu Singida, Manyara na Dodoma ni mikoa yenye hali ya hewa inayofanana. Kwa tujiandae bodi, kupanua wigo wa huduma na huduma zenu za bodi kwenye mikoa ambayo nimehitaji na ni bora sasa mkajipanga kufanya uratibu mzuri na msajili wa hazina eh, mrajisi wa ushirika, hakikisha kwamba maeneo haya yanakuwa na maafisa ushirika ambao ukweli wanafahamu ushirika, kwa sababu zao la korosho litauzwa kwa mfumo wa ushirika tu, na maafisa kilimo wanaopelekwa kwenye halmashauri hizi ni wale ambao professional wame wana wa taaluma ya kutosha kwenye zao la korosho, ili tuweze kuliendeleza. Na hii nimesisitiza pia kwenye tumbaku nimesistiza pia kwenye pamba, na wiki ijayo nitakuwa kwenye kahawa. Tunachotaka kilimo hiki na mazao makubwa kiuchumi ya kiuchumi yaweze kupata uzalishaji mkubwa, na wakulima waweze kuhamasika kulima na kusimamia mazao yao. Kwa ndugu wakulima, pamoja na haya yote ambayo yamezungumzwa, tunachofanya sasa ni kupanua kilimo Tumeanza kushuhudia ushindani wa upanuzi wa, wa, wa, wa kilimo. Mtwara kwa sasa ndio inaongoza kwa uzalishaji mkubwa, na mmesikia takwimu kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Mtwara. Ni kwa sababu wakulima walidhamiria na walikubaliana na utaalamu na kumbukumbu. Nizo nazo wilaya ambayo inaongoza kule mkoani Mtwara ya Tandaimba na sasa halmashauri ya Winanyama ni wilaya ambazo chuo eh, taasisi yetu chuo cha Naliendele walipokuwa wanafanya utafiti wa kubaini mbegu nzuri na mfumo mzuri wa kubebesha mbegu miche, walianza na wilaya zile na wakulima walikubali kuachia mashamba yao, kuwapa wataalamu wafanyie majaribio. Majaribio yanaweza kutoa majibu safi au mabaya, lakini wakulima waliridhia. Leo hii wamenufaika kwa kuondoa mikorosho iliyozeeka na kupanda mipya. Na hiyo ndiyo dawa pekee ya kuzalisha zao hili. Na mimi naona mikorosho ni mingi, lakini mingi ni mikorosho iliyozeeka ambayo sasa uzalishaji wake umepungua. Kwa mujibu wa wataalam, mkorosho unaoweza kutoa mazao mengi ni ule wenye umri kuanzia miaka mitatu mpaka saba zaidi ya hapo mkorosho na uzalishaji wake unapungua, na mkorosho unapofikia zaidi ya miaka kumi hakuna zao utakalo lipata, na mikorosho yote tulionayo hapa mingi na zaidi ya miaka kumi. Mimi nimezaliwa Ruangwa, toka nimezaliwa mpaka leo hii mikorosho naiona iko hapo hapo, inazeeka na inakufa hapo, lakini wakulima bado hatujabadilika. Vile vile Mtwara, vile vile Vuma, vile vile Tanga na Pwani. Wito wangu kwa wakulima tuhakikishe, mikorosho yote iliyozeeka tunaipunguza, tunaiondoa shambani na kuweka miche mipya. Kukaa na mche huo kwa miaka mitatu ukisubiri mazao bora ni faraja zaidi kuliko kukaa na mti ambao na miaka zaidi ya kumi na mbili kwa kipindi cha miaka mitatu ukiwa uzalishi chochote. Kwa hiyo bora tuiondoe tuweke miche, miche mipya na izaa na Dr. Mponda ananong'oneza hapa anasema mbegu tunayoipata sasa inaanza kuonyesha matunda kuanzia mwaka mmoja na nusu, ingawa wao wanashauri inapoanza kuzaa katika kipindi hicho, hebu kata ile zile zile ile weze, weze meka mwili, meka mtatu, ili iweze mikorosho iweze kupata nguvu kidogo ya kubeba mzigo ile inapofikia miaka miwili, miaka mitatu, upate matunda mazuri zaidi. Kwa hiyo wataalam wanaonyesha bado wako karibu na sisi. Hassan Jarufu ni kaimu mkurugenzi wa bodi ya korosho anasema, licha ya uzalishaji mkubwa wa miche ya korosho kupitia taasisi ya utafiti na kilimo ya Naliendele lakini bado kuna mahitaji ili kuweza kuongeza uzalishaji wa zao la korosho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, bodi ya korosho Tanzania kushirikiana na taasisi ya utafiti kilimo na liendele, sekretarieti za halmashauri za wilaya inaendelea kutekeleza mpango wa miaka mitatu wa kupanda mikorosho milioni kumi kila mwaka. Katika mpango huu inatarajiwa kupanda wastani wa mikorosho 1500 kila kijiji na mikorosho 30 kwa kaya kwa mwaka sawa na hekari mia tatu thelathini kwa mwaka nchi nzima. Lengo la mpango hii ni kuongeza kiasi cha korosho kinachozalishwa nchini na kuongeza wigo wa halmashauri zinazozalisha korosho na kupanda miche inayotokana na mbegu bora zenye uzalishaji mkubwa na zenye kuhimili dhidi ya magonjwa na wadudu waharibifu. Katika msimu wa mwaka 2017-2018, bodi ya korosho inaratibu uzalishaji wa jumla ya miche milioni 14 ambayo inatokana na tani mia moja zinazozalishwa na taasisi ya kilimo ya Naliendele. Mchangano wake utakuwa kilo 31,170 za mbegu, zitapandwa shambani moja kwa moja ambazo zitatoa jumla ya miche milioni 2.18, isiyobebeshwa ni milioni tisa na miche iliyobebeshwa ni milioni 2. Ni matumaini yetu kuwa ifikapo mwisho wa mwezi Februari 2018 miche yote itakuwa tayari imezalishwa kugawanywa na kupandwa katika mashamba ya wakulima. Aidha, katika msimu huu eneo la utekelezaji wa mradi limeongezeka kutoka halmashauri 51 za msimu uliopita 2016-17 hadi kufikia halmashauri 90 nchi nzima ikiwemo mikoa mipya iliyothibitishwa kustawi kwa zao la korosho hapa nchini ambayo ni Kigoma, Katavi, Tabora, Shinyanga Songwe, Kilimanjaro. Mheshimiwa, kutokana na bei mzuri ambayo bodi ya korosho tumejitahidi sana kwamba isiporomoke na zao la korosho liweze kumnufaisha mkulima. Tumejaribu kila njia kufanya zao la korosho bei ipatikane bei mzuri. Hiyo imefanya mikoa mingine kuvutiwa na zao la korosho sasa hivi mahitaji ya mbegu za korosho imeongezeka sana, tofauti na pale mwanzoni. Ndugu zetu wanaliendele walikuwa wamejipanga kutoa huduma hiyo au kutoa mbegu kwa mikoa hii ya kusini tu. Sasa hivi korosho imepanuka zaidi na maombi ya mbegu yameongezeka ya sana. Kwa mkoa wa Mtwara, tunategemea kuzalisha miche milioni mbili laki nne themanini na tisa. Mkoa wa Pwani, tunategemea kuzalisha miche milioni moja mia moja sabini na saba na mkoa wa Ruvuma miche milioni moja, mia moja sitini na nane. Kwa hiyo mahitaji haya bado hayatoshelezi, tulikuwa tunaomba sana kwamba tunajipanga ili kuipa uwezo mkubwa sana chuo cha utafiti na liendele kitosheleze mahitaji makubwa ya mbegu hii yaani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa makusudi kabisa serikali ya awamu ya tano inaongozwa na Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania I, ili kuinua zao la korosho nchini iliamua kutoa miche hiyo ya kwa wakulima kwa ruzuku ya asilimia mia moja. Maana maana yake miche inatolewa kwa wakulima bure. Mkuu wa mkoa wa Lindi Godfrey Zambi akitoa taarifa ya maendeleo ya zao la korosho kwa Waziri Mkuu katika uzinduzi huo alikuwa na haya ya kusema Mkoa wa Lindi kwa wale ambao hawajui una kilomita za mraba 67,000 ingawa kilomita 1018 ni sehemu ya Selous lakini tuna kilomita karibu 48 na pointi ambazo ni za makazi na maeneo ya kilimo ayo tuna eneo lisilolimwa karibu ekari milioni tano mkoa wa Mtwara una eneo kilomita za mraba 1016. Unaingia mara karibu nne na nusu, kwa mkoa wa Lindi. Kwa hiyo unaweza ukaona niko namna gani, na kwa kweli mkoa wa Mtwara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari eneo lililolimwa korosho ni li zaidi ya asilimia 80 ya eneo lote, na tanda himba kwa ndugu yangu Waliuba pale ambaye ndo mzalishaji mkubwa kiwiki kwa maana ya wilaya zinazozalisha kule ni kama vile kumejaa. Sina hakika kama naweza kupanda hata miche milioni mbili, milioni tatu. Sisi mheshimiwa waziri mkuu, tuna hakika wa kupanda zaidi ya miche milioni ishirini. Mtwara hawatafika kwa hiyo vyovyote vile tutawapita, tutawapita. Na niseme tu mheshimiwa waziri mkuu, mwaka jana sisi uzalishaji wetu ulikuwa takriban ni kilo milioni kama 30 hivi 27 30 mwaka juzi, mwaka jana tumezalisha kilo milioni sitini na moja. mwaka huu na minada inaendelea, tumeshazalisha kilo milioni sitini na nane, ambazo zimeshatuingizia zaidi ya bilioni mia mbili. mwaka jana tulikuwa na bilioni mia moja tisini na nane. Sasa unaweza ukaona tunavyokimbia mwaka huu tuli, mwaka jana tulipanda miche karibu laki saba. Mwaka huu tutapanda miche karibu milioni nne na miche tuliyo nayo mpaka sasa hivi kwa wakulima haijazidi milioni moja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, miche ambayo inazalisha. Lakini mwaka jana tumepanda laki saba, mwaka huu tunapanda karibu milioni nne. Kwa hiyo tumeshawacha jamani. Naye mtafiti mkuu wa zao la korosho Dr. Kapinga anaeleza njia bora ya kupanda miche ya mikorosho ambayo imekwisha andaliwa kwenye kitalu sasa unapochimba udongo ule wa juu ambao una rutuba inabidi bieni na ule wa chini mwekundu ule, unaweka ule wa juu ukachanganya na mbolea ya ambayo imeshaoza vizuri kabisa, imeshapoa isije ikaunguza mmea utakaopanda pale, na ule udongo ambao umeshachanganya na mbolea ndio utakaotangulia ufikia kwenye shimo. Kwa hiyo udongo huu ni udongo ambao una rutuba kutosha, bila shida. Sasa ni vizuri Weke alama katikati ya shimo, katikati kabisa, ili pengine ikatokea bahati mbaya imenyesha mvua, usije usije kupotea, kwa sababu kama ikinyesha mvua wewe hauko, unaweza kujifukia na kupanda mche pengine kuweka hapo pembeni kabisa. Kumbe ni vizuri kuweka alama katikati ya shimo ili kuongoze wapi utakapoweka mche. Namna ya kupanda mche mkorosho ambao ulikuwa kwenye kiriba. Wakulima wengi wanapoteza miche, inakufa inakauka kwa sababu ya kupanda bila uangalizi. Sasa sema, huu ni mche, ulipandwa mbegu, kulipanda kwenye kiriba, kaota, umefikia umri wa kuweza kupanda shambani. Unaweza kuwa na saizi au kama umezidi ukubwa kidogo, lakini cha msingi kwamba namna gani unatakiwa huyo makini kupanda mche wako kutoka kwenye kiriba. Hatua ya kwanza kabisa utatoa hiyo alama na utatengeneza shimo ambalo mche utakaa. Kile kina inabidi kifanane na liko ishia udongo kwenye kiriba ilingane na levo ya sasa nzuri. Na ukisha ona mche wako umekaa mahala vizuri na mwezama sawa sawa, unachofanya ni kio, kwenye shimo hilo unaweza kulaza hivi. Sasa kwa nini tunafanya vile? Tunaogopa udongo usibomoke huu udongo, kwenye mfuko kibomoka, ni uwezekano mkubwa sana mche unaweza kanyeuka hapa kabisa, kwa hiyo utakachofanya pia inabidi waangalie. Naona sehemu kama hizi, unaweza kuta huu mfuko umejikunja. Sasa kwenye kutoa mfuko inabidi waangalie namna gani <coughs> utauchana. Wengine uwe wanasema labda unachana toka juu, lakini ni sawa, lakini athari ni kwamba kama mfuko wako ulikuwa umejikunja hivi ivi wewe ukachana upande huu ulionyoka, inawezekana kabisa utakapata kuchomoa mfuko hiki kipande hiki, huku kikatikiza udongo. Ndio maana mimi napenda kushauri kwamba angalia mfuko wako umekaa vizuri, alafu chana kuanzia chini. Naona hivi sasa hapo udongo hatujautikisa kabisa, yaani hatujaharibu hali ya udongo ulivyokuwa kwenye, kwenye, kwenye kiriba. Mizizi imekaa vile vile vilivyokuwa mwanzo. Kinachofuata sasa pale, inabidi usimamishe kwa uangalifu kabisa, si usimamishe vile, unarudishia udongo. Sasa mpaka hapo huu mche hatuja, hatuja, hatuja, hatuja, badilisha mazingira uliotokea kwenye kitalu, bado kwenye udongo ule ule kama ni mizizi ulivyokaa vile vile. Sasa hatunayefuata ni kutoa huu mfuko. Wewe unashika hivi, nini faida kufanya vile? Ni kwamba mizizi ya mkorosho bado kwenye udongo ule ule ambao ulipandia, hujautikisa. Kinachoweza kufanya vile ni kwamba isaa umehamisha mche kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine tofauti, na ukishika labda bahati mbaya mkononi hivyo ukachana ule mfuko ikabomoka, mkorosho huwa huwa haumili sana hali kama hiyo, kwa sababu baada ya pale utafikia uzalishaji wa zao la korosho umezidi kuongezeka kutoka tani 154,000 kwa mwaka 2015-2016 hadi tani 285,000 kwa mwaka 2016-2017, ambapo matarajio ya bodi ya korosho ni kupanda miche milioni kumi kwa kila mwaka. Mtwara wameingiza bilioni mia sita zimezagaa ndani ya mkoa, ni mafanikio makubwa. Leo mkoa wa Lindi umeisambaza bilioni mia mbili plus na bado msimu unaendelea. Mi nadhani wanalindi Mtwara, Ruvuma, Tanga, Pwani na mikoa mingine, hata mzunguko wa kifedha ni mzuri. Na Mheshimiwa Rais kupitia mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi walisema wale wanaolalamika vyuma vimekaza, waende wakajifunze mikoa ya Lindi na ya Lindi Mtwara na Ruvuma inayolipa korosho. Jawabu lake ni kufanya kazi tu, kipanda mikorosho ukivuna hayo mabilioni ya kisambaa, ndio vyuma vitakaza tena. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu.